Tukielekea huko nchini Ukraine tunafahamishwa kwamba mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Andriy Yermak amesema wazi taifa lake halitakoma na mashambulizi dhidi ya Urusi hadi pale Rais Putin atakapositisha vita. Urusi inaendelea kutuvamia, Ukraini tunajibu mapigo dhidi ya mashambulio hayo, Andriy Yermak amesema kupitia katika mtandao wake wa X. Kauli yake inajiri baada ya Urusi na Ukraini kushambuliana na ndege zisizo na rubani usiku kucha. Haya ni kwa mujibu wa maofisa wa nchi hizo mbili. Upande wa Ukraine, wanajeshi wamethibitisha kuwa mashambulizi 112 ya kati yao na wanajeshi wa Urusi.